Sana wamwana, 69 media mwenzetu, na hii ni meza ya uambea, sehemu ambapo unapata kusikia story nyingi ambazo zina trend ndani na, na nje ya Tanzania, na hapa ndio mahala ya kupa mm, story zile za kiudaku za kiumbea, story moto moto mm, zenye amsha amsha ah, mchanganyo maiye ya kuchemsha na kukaanga, bila kusahau kachumbari cha chandu mbilimbi pembeni. Mishawasho wote unaipata hapa, mama lao. mm. Baby niko hapa alongside, and niko na mtumbali mm. Mi naitwa wischin chafposi ndimo mtumbadi, baba lao, baba latuwote, niukaribishe sana tena sana sana zaidi ya sana. It's another day, na watu wawili tumekutana hapa, umbea wa kutosha mm. ni sehemu salama kuipata hapa, ni wewe tu mm. kuendelea kubaki hapo na kutufuatilia kupitia 69 media, na hii ni sehemu salama kiukweli kupata ule udaku na umbea vile mm. vitu ambavyo vimetrend, lakini jamani, Wanatuelewa. Wanatuelewa. Mm. Sawa. <laughs> <laughs> So, bwana, sisi tuko hapa lakini mengi zaidi unayapata hapa, kama utaamua kutufuatilia na kusubscribe youtube channel yetu, unakuwa na familia bora kabisa hmm. Leo cha kuanza nacho bwana kwenye meza yetu hmm. ukisikia kuna watu na viatu jamani, ukisikia acheka na watu vae viatu hmm. Lakini angalia kama kiatu akina nge wala tandu, kuna watu wanarudisha nyuma jamani yaani watu wanataka lakini watabu... ukisikia kwamba adui wa mtu ni wa karibu. Yaani watu, watu wanataka kusonga mbele, watu wanakurudisha mm. nyuma hivi jamani, kwani ule wimbo una shida gani? Mimi mwenyewe najiuliza, kwa sababu ukikaa uki ukifikiria uki mm. idea eh, the way jinsi ambavyo mtu kakaa kaandika idea yake eh, mpaka kaamua kuweka kuachia ku, ngoma official. mm. Eh, lakini anakuja mtu tu kidudu mtu maana ah. yake wewe ni kidudu mtu. Umeo, Aa, anakuja kidudu mtu, anakuja eti ana, ana, ana, anaponda anaongea vitu ambavyo utapotea, hey, utapotea. Yani usipoangalia, yani unaweza ukaharibu kabisa karia yako ya muziki. Unapataje mm. hiyo confidence ya kuongea kitu, wakati ukiangalia mm. a lot of the people mm. wanasifu ile mm. idea, ijawahi kutokea na kama imetokea basi ilikuwa ni miaka ya nyuma kabisa miaka ya nyuma hapo, miaka ya nyuma unazungumzia ni story, yaani wakina, wakina Feruzi ao unaanza kuzungumzia hivyo vitu, umenielewa mm? sa kama unapomzungumzia msanii kama Mbosso kwa sasa hivi mm, anafanya vizuri kwa kweli jamani. Baadaye anakuja mtu tu kidudu mtu tu, anakuja anaongea vitu ambavyo kwanza mashabiki inawezekana wakamshambulia sana huyo mm, mshikaji huyu mm, maana mimi na sijui ni mweke kumweke kwenye, kwenye kundi gani, ni mweke kwenye kundi la ujana ushikaji au niwe kwenye kundi la uzee sijajua. Unafiki, unafiki baki kwenye kundi hilo. Jamani, jamani, sisi hapa tu zizungezunge sana mbuyu mm. wazungu stop beating around the bush wanakuambia mm. wazungu. Tunamzungumzia Mwijaku. Wote ni mashahidi, tunafahamu ngoma ya darasa la saba imetoka ya Mbosso tayari. Mpaka sasa hivi ni ngoma ambayo inafanya vizuri sana mitandaoni sana dada, yani na imesifiwa kwa uzuri sana kuanzia mashairi yake uandishi, uandishi mm, melody utulivu, watu waliotumika mle kwenye ile video video yenyewe ya yani mfanano creativity ya video creativity video yenyewe ilivyotoka, lakini pia zile hisia kali eh hey, mfananisho also... pia wa, wa, wa yule Mbosso mwenyewe na yule ambaye sio ndugu yake mtoto wake Sijui ni semeni wamefanana wame hapa idea moja ni tam sana, ambayo hapa Zanzibar yeah. au hapa Tanzania kwa ujumla kumrazi uh, tunakufahamu ya... wewe ni, ni, ni, mtu wa nakwambia nakwambia, basi Tanzania nzima kwa ujumla, ile ile idea ya Mbosso darasa la saba, kwa sababu Mbosso alianza kuposti kama namba na nini kwenye mm. watu kuweka attention ya watu si unajua hmm. so dakika za mwisho anakuja mtu anakuja anakuja anaiponda ngoma afu watu wengi wame- wameipokea wame ngoma kwa ukubwa, kuanzia idea, umeelewa menelewa, uandishi hmm. mpaka video yenyewe, hisia kali za mahusiano hmm. maisha na kila kitu kila kitu na ile ni hisia kali za mahusiano hapo mm. nikuweke ni, ni, ni right hisia kali umeona za mahusiano mahusiano sawa sasa Mwijaku kukaja na kuponda ile ngoma na kuongea vitu vingi sana kuhusiana na wimbo wa Mbosso lakini pia mbali na hilo akaweka msisitizo na kusema kwamba kijana utapotea kwa msisitizo mimi na nukuu maneno ah. ambayo aliweza kuyazungumza Mwijaku. Mwijaku aliandika hivi kupitia ukurasa wake wa Instagram akasema: mwambieni Mboso ukweli asije akapotea uwezo wake, na huu wimbo alioutumia alioutoa, hapana aidiya kubwa, ila mashahili na gani za kawaida. Umeanza kutuzoea Mboso, hatutaki ngonjera. Mimi ni shabiki yako, ila hapa kwa darasa la, la saba, hapana. Jamani, mi kwanza shabiki huyo simtaki. Kama mimi ndio Mboso naambia yo, kwanza hata tukikutana sijui kama ni labda ni miplani yenu au ni vipi, lakini hata kama ninakutana. Yeah, yes. Uwezi kuenda kwenda public ukaongea mm. vitu kama hivyo, wakati mtu katumia akili kubwa, uwezo wa kuandika, katumia muda, umenelewa. Alafu wewe unakuja kama una cha kuongea, si ukae kimya? haina mm. haja ya kuongea vitu kama hivyo kwa sababu solar brand ya mtu ambaye kaitengeneza mm. umenelewa. Alafu wewe pia una unafiki wako unasema kwamba wewe ni ni shabiki alafu pia unabeba unavaa viatu vya watu unawazungumzia mashabiki ambao wamependa hiyo ngoma, ila tunamjua. Kwa nini asijizungumzie mwenyewe? Ni mtu ambaye anapenda kudonoa donoa, yaani donoa dono dono dono, alafu ni mtu ambaye unaweza ukacheka naye wakati huo, hapo kimpa kisogo chako, anakusema vibaya, kipindi kile cha Mwamino kwa tamasha la chama, ni mtu ambaye ni kawaida kuwasema wasanii vibaya au ile kucheka chekana. Ngoja nikwambie kitu Sami, nikwambie kitu ambacho wewe binafsi pia utajifunza. Unajua kuna wakati lazima uongee ukweli. Umenielewa? Mm -hmm. Na maneno yanaumiza kuliko kuliko kitendo. Mm -hmm. Yaani mtu anaweza kaongea kitu roho ikakuuma ka, ka afu mtu ajui jinsi gani unapata maumivu neno lake moja tu anaweza mm -hmm, kaongea Umenielewa? Wewe, mm -hmm, umefanya kitu chako umejiandaa kwa muda mrefu, kama umetumia akili kubwa, umetumia muda mm -hmm, lakini mtu baada ya kusapoti kwa kitu ulichokifanya kama kibaya unaweza ukasema ah, bwana hiki kweli kibaya, umeelewa mm. Kama kizuri, ongea ukweli. Hasa ngoma kama ile inaenda, ngoma kali, imefanya vizuri mm. kwa muda mchache tu, siku hizi siku, siku mbili au siku ngapi mm, sijui, umeelewa. Lakini dakika za mwisho, unaona kabisa idea ya ngoma, the way watu washamzoea pawa pawa mm, na wameona washazoea ile midundo midundo, lakini mimi nahisi Mboso amerudi tena kwenye ile bongo fleva ambayo Alikiba anaipenda, na ndio maana umeona Alikiba kapenda uandishi wa Mboso mpaka sasa hivi tuna story kuhusiana na Alikiba mm. kwa Boss Studio kufanya kitu, umeelewa e, na sio tu Alikiba, hata Alikamwe kwenye wimbo aliupenda e. Watu kuna kitu ambacho nikutana nacho uh, alikamwe aliandika kwenye kwenye huu wimbo akasema, Emy tulisoma platform 1205 PEC pale Temeke Sudan, karibu mm. na sheria ya Big Bone. Popote ulipo ukibahatika kumsikia Mboso jua na mimi nakutafuta. Mboso akakomenti akaandika, "Emi popote ulipo unatafutwa huku, unapishana na begi la hela Emi changamka." It means kwamba huo wimbo pia unawakumbusha watu kwa kufanya watu wao wa zamani. Mimi sio nimekwambia, yani katika yani katika story, ha, katika story Mboso katika nyimbo zake zote alizoimba, kaimba nyimbo kali na ana ngoma kali. Lakini mimi sikutegemea kama Mboso atakuja na idea kama hii ya darasa la saba. Mm. Yani siku siku nadhani sio mimi tu. Uh, watu wote nadhani attention yao ilikuwa atakuja labda mfumo kama ule ule wa wa wa power na ngoma nyingine ambazo walizifanya, umenielewa. Lakini tumeona sasa ile Bongo Flavor ambayo haikuwepo, Ayiku, wakina Duli, mm, Duli, Duli Sax, Mr. Mm, Misifa, umenielewa. Nawazungumzia wakinao Feruzi, nimemtaja hapo, umeona, naweza mm, nika, nikamtaja wa nani, wakina Chege kipindi kile wanaimba, mm. So, this time around unaona kabisa kama Mbosso amekaa amefikiria, ile Bongo Flavor halisi kutuletea. Mnaelewa. Tunaona kuna kipindi watu walikuwa wanazungumza tu mapiano. Mbosso kapiga piano mpaka basi, mnaelewa. Bongo Flavor kapiga mpaka basi, sijui Zuku kapiga mpaka basi, lakini sasa hivi kaja kwenye story ya uandishi mzuri, ambao hata wewe ukikaa binafsi unasema yes, hapa kwanza nyimbo ina inafundisha ina, mnaelewa, inakukumbusha ina, kwamba hii story kwamba Mbosso ni kama ana anamtafuta mtu anamtafuta mtu, mtu mpenzi wake wada, saba, mm, ambaye, ye, yu, yu, yu, yu, wa darasa la saba ambaye yeye ndio hiyo ndio sababu ya kufanya yeye kwenda wapi kwenda jela. Umeona story inavyokwenda hey. Eh. Mpaka na, na anamkuta yule yule yule mwanamke kamkuta kwenye chumba nini tayari kashazima, unaelewa mm. yani kashakata upepo umenelewa? Mm. Kwa hiyo anakuja kuni ndo story no, inaanza pamba. na inaanza kwamba anatoka jela eh e, anatoka jela na ndo tunakuja momo kwenye zile story Mona ya Hussein machozi, yaani unapata kuona kwamba uandishi uliotukuka. Hiyo, hicho ni Kiswahili hicho, m wezi kuongea tu Kiswahili ambacho unajua Kiswahili uliotukuka adhimu. Adhimu, yeah. Tunakiongea lakini kwenye kamusi yeah, utapata vitu, Kiswahili, vingi sana. Vina hapa <laughs> shida vitu vingi sana utapata vitu vingi <laughs> Kwa hiyo Mwijaku, jamani, sijui ni mweke kwenye nafasi gani? Huyu mzee sahihi, hapana. Hata kama ameona sahihi, lakini Mwijaku ni mtu maarufu, umeelewa mm. unaponda nyimbo kama ile, umeona, wakati kuna baadhi ya maelfu ya watu wanasapoti wewe, mm. nani au ushe kuona msanii yote au msemaji wowote ambaye labda kaz-kaanza kaikataa nyimbo ya Mboso mbaya na nini na nini mm. We, Mbosso anajitahidi, jamani. Anajitahidi so, anajitahidi, kashajitahidi sana sasa hivi Mbosso anafanya, yaani sasa hivi kinachobaki watu wanamwonea. Mi nadhani Mwijaku kuna kitu pale, kuna kitu kama kapandikizwa na watu mm -hmm. Umeelewa? Ili achafue. Eh e, kwa sababu Mwijaku unaweza ikatoka ngoma mbaya, yeye ndo akatoka alfajiri kwake, makelele, fujo, tafurahani Eh, watu wafahamu nini? Ah, kumbe ni? Eh, yani, tafrani ah, dio, tafrani Kizanzibari sasa mm, umo umo <laughs> <laughs> <laughs> kwa, kwa yeah. Sometime unakuta kuna watu kama hawana kitu cha kufanya au kama ndio wanatafuta content kwenye kwenye ngoma za watu ili kuzungumza, na sijamsikia Mwijaku kwa muda mrefu kuzungumzwa mm. Zungumzwa ma baada ya mambo ya kampeni kupita hayo sio vitu, yeah. Vitu, vitu vingi hapo sikumsikia sikia kwenye mambo ya Instagram huko kwenye mitandao, ni sikujamsikia. Kwa hiyo anaona kama na yeye anatafuta kiki, kwenda kurudi tena Mae, mama kaka kaka kwa Diamond kaka kwa Harmonize kaka kwa Alikiba, yani kaka kwa wasanii wote. Sasa hivi anatembelea kiki ah, sasa mwingia kuweka ni wewe mjui msemaji yule anaongea kitu gani? ambacho yeye mafujo tu, kelele tu, mimi simuelewi, sometimes simwelewa anachokiongea mi namuona tu kiukweli, Mwijaku katika kitu ambacho mimi sijakiona. Wewe pointi yako kuzungumza eti Mbosso atashuka kwenye mziki kwa sababu ya nyimbo hii ya saa saba? Kwanza hii ndo inampa nafasi kubwa sana, bado iko namba trending, namba wani, can you imagine. Alafu ukiangalia mrudishe Mbosso, Mbosso Mbosso mwandishi, mwandishi yeah. mzuri yani, ambayo hata pale WCB alipotoka umona mm. Monde yenyewe anajua kabisa pale katoka mtu fulani, unajua mondi sasa hivi anawa bless tu watoto bwana, nyi fanyeni mambo kama kujipata, kashajipata umeona. Kwa hiyo mm. kama Mbosso mziki wake kaufanya tangu ilikuwa ya moto bendi, umeelewa, na ni mziki mzuri mpaka sasa hivi na nini, na kwa hivyo mm. kwa dakika za mwisho Mwijaku ku, akupaswa kuzungumza maneno kama hayo, na kama na sababu zake, labda wana chuki zao mm. au kuna kitu labda kina siingile kwenye kazi za watu kama anaweza kusifu asifu, najua mm. lakini kama unaweza kuongea vitu kama vile, kwenye kwenye mitandao, unaongea vitu kama vile, mi kabisa sijapenda, kwa sababu kwanza, hey, ngoma mi sikuitarajia, kama mi sijapenda mm. we umependa? Kwa upande wangu siwezi sema nimependa au sijapenda, 50 50, sababu siwezi jua amemaanisha ume, yani e, kitu gani. Si umeongea hapo kitu gani? Sikamaanisha, si umeongea jua, huwezi jua kitu gani kwenye wimbo. Juu juu mi, hapana, juu juu bana. Angekuwa kaongea kitu ambacho, kama labda kaongea kitu, kaongea kitu labda akiko akiko sahihi, hmm, labda kiko tofauti na idea zetu ungesema sawa. Kwa hiyo Mwijaku anapenda kutembelea upepo wa wasanii. Eh, kwa sababu Mboso sasa hivi huwezi kumtaja katika yeye list inaweza nikasema yeye hey, yeye mm. hey, yumo. Umeelewa? Eh hey, kwa sababu kwa kwa kwa 2026 kwa 2025 26. Mm. 26 kabaruza. Mm. Na naweza akakutajia ya list ya wasanii ambao wamebaruza na huwezi kumkosa Mboso. Mm. mm. Na mimi kwa kwa kwa list yangu naweza nikamweka namba moja pale. Kuna wasanii wengi naweza ngamweka namba moja kwa sababu, kama ukimzungumzia laba Mario, umeona, unaweza kasema yes Mario Kabaruza, umenelewa? mm. -hmm. Eh, unamzungumzia Harmonize pia unaweza kamweka. mm -hmm. Baba lao usimtaje kabisa, Mondi, umenelewa? Yeye yuko tu pale, huwezi kufanisha na hao wengine, umenelewa? mm. yeye -hmm. atabaki kuwa tu pale, yani yuko kileleni, umeelewa? mm -hmm. Kwa hiyo Mwijaku bro, sijui ume, eh, sijui umeona kitu gani sijui umefikiria nini kuandika hiko kitu ulichokiandika Instagram, tunasupporti kwa sababu kitu umekiandika ndo tunachokizungumza, lakini sometimes uangalie mm. na jicho la tatu, sindio? Mwenyewe anajifiliaje, yani n huyo Mboso anajifiliaje, jinsi gani unavyo ukosoa uandishi wake wakati mm. mtu kajitumua na kiangalia a lot of the people amekaa wa wa wamesikiliza wamependa me, wa Mm. Wao wanakuja wanakuja wanachafua na nini na nini. Sio poa. Nakuwa haipendezi nasa kwenye kazi ya mtu. Mm. Nakuwa hata wewe mwenyewe binafsi noma akakwambia asikwambie mtu. Mtu anaweza kaongea neno dogo tu, lakini likawa linamuuma mtu. Nae. Wezi mm. wezi jua mboso kajichukulia ka, ka, kafiliaje baada ya kuona ile posti ya Mwijaku. Na yeye anamwambia kabisa eti mimi ni fans wako. Fans wangu. <laughs> Mimi ni shabiki wako mkubwa nambari moja lakini kwenye hili umezingua. Mm, yeye ndo kazingua sasa Mwijaku. Mwamba umezingua bro, sikwambi uongo. Yaani e, mimi nakwambia ukweli. Mwijaku acha kutembelea upepo. Kwa sasa hivi, kwa sasa hivi mimi sija, ndo maana nakwambia sijamsikia kwa muda mrefu. Mm. Ah, ndio maana akaamua kuja na yeye. Kwa, ndo maana alikuwa anatafuta pa uh, kutokea. Kwa, Mwijaku anakaaga tu anasubiri hapa bomu gani likilipuka hapa mimi ndio nalo. Kwani Mwijaku kuna kipindi sialigombea ubunge na yeye, si ndio? Zile wajumbe angekaa kule angekuwa mheshimiwa kule e, kama nani nani huyu Baba e Mheshimiwa Levo, Baba Levo, mbunge mm, wa Kigoma huko si ndio mm. E, angekaa tu kama pale, na sasa hivi Baba Levo ni mheshimiwa mm. Elewa, wapo wamembao wamegombea, lakini tunamweka pale sa Baba Levo sa hivi naweza nikasema kwenye Baba Levo, mm, na Mwijaku Mwijaku, mm. <laughs> tushushe kidogo. Ah, kidogo, kwa mizani ya Mwijaku imeshuka ime, ah, chini chini sahivi eh, Mwijaku kiveza, naweza nikasema Mwijaku bado hajashuka, si ndio eh? Lakini eh, mizani ya fanini ya jina huko? Sisi yuko ni mwingia kwa ni mtangazaji, ni msanii au ni, ni nani kwanza? Si muelewe, ni msemaji. Mwingia kwa yule msanii. Msanii kasha tu anibonga. Eh, influencer. Ah, alikuwa kwa kipindi kwa naigizaga. Kabla ya kuja kuwa mtangazaji, alikuwa anaigiza yule. Alikuwa naigiza. Kuna kipi kuna kuna nidhani, ni series ilikuwa inaonyesha kwa zamani, nzizo nishaifuatilia. Ah, ilikuwa ni ilikuwa ni ya mahusiano. Mm. Eh, siko hiyo na... msanii influencer, sijui mm, anachekesha pia yule atuaelewe. <laughs> kama kwenye Dotto Magari namuweka <inaudible> yeye yeah, apambane na Dotto Magari. Kwa hiyo Mwijaku, Dotto Magari, hiyo ndio type yake eh. Wewe unaona vipi? Kwa sababu kama yaani, umetumia vigezo gani? sio sindo, kama ndo ni wafanya biashara ah, wewe unajua kuna na biashara gani wa bla bla tu. Mimi ma... Mwijaku simuona anapiga mapromotion viwanja vya watu ah, ni hako ni dalali ni dalali so kwa hiyo ni dalali ni dalali, sio mfanya biashara. Fanya biashara si ndo? Oh, oh, udalali biashara biashara, ni biashara, kitu ambacho kina kuingizia kipato. Kumbe wewe udalali ni biashara, biashara ndo mfanya biashara. kani Dotto Magari anafanya biashara, kuuza kuuzauza mambo yake hayo, ma, ma, magari si magari ule eh nani nani ana magari, magari. Dotto Magari si anayo magari, ana kampuni yake kabisa eh, si ndio? Yani ana yadi eh, mm, ana yadi. Mwijaku biashara zake, Mwijaku anaweza kuwa ni dalali wa Dotto Magari. Umeona kama Dotto Magari mdomo wake, ana biashara yake. Na sasa hivi Dotto Magari kambeba msanii, kuna kipindi na sasa hivi anaigiza. Unajua, nimemwona kwenye tamthilia wana mchukua yule. Unajua ukishakuwa kidogo una una, una nafasi umeelewa, una- unapata jina na nini, watu wanakuona huyu, uh, kidogo watu mm hata -hmm. movie yetu wanaweza kukuchukua kwenye matangazo mm -hmm. kwa sababu tayari ushakuwa uko e. hmm. kwenye linki fulani watu wanakuona, unaelewa. Na ndo kama Mwijaku, Mwijaku mi namwika kama ni mtangazaji yupo, kwa sababu ulishakumsikia kwenye media media tofauti tofauti, eh kama kama mbili hivi kishapita, eh nishamsikia. Sasa tumweke kwenye mfumo huo, na hiyo kwa sababu ya mpambanaji. Kwa hiyo ana... anafanya vitu vingi mpambanaji, mpambanaji kweli, kwa sababu ni baba familia na watoto, hmm. analisha, anakaa sehemu nzuri analala pazuri, ana maisha yake, unaelewa. hmm. Ila kibaya zaidi, kuna watu unapowasema vibaya na wakati wamefanya vizuri hiyo, mm. Ndo hata wewe umeelewa, ukifanya vizuri mtu akupongeze bwana, unajisikia wapi? Unaona, da umefanya vizuri mm, ya, muna, kweli kipindi kimeenda poa. Lakini mtu umefanya vizuri, anakuja anakuja na kuponda huyu, kafanya uh, yaani hata kama umekosea, kwani usinifuate mimi bwana, hii ngoma sishabiki mm. Hey, kama kaa tumweke mboss, tumweke nani, Mwijaku kama shabiki tu. Unielewa? Mm. Kwa sababu sio kama labda yeye akiongea hivyo ndo atashusha hizo namba za za watu. Kubwa tu atamua hata itamuathiri kwa kitu fulani. Mbona, mimi unajua mtu anapofanya kitu kizuri lazima usifiwe. Mm. Upoe nafasi, unielewa? Ya kuubana kweli ulifanya kitu kizuri na watu wanakisifu na ngoma kali, Mungu akujalie blessings zile zinakuwa fresh kabisa. Lakini mwingia kwa baada ya kutoa blessing yeye anatoa mapovu, amepaniki. <laughs> Sasa sijui imemuhusu labda hiyo nyimbo, labda kuna kitu labda imemgusa labda itakuwa imemgusa. Mm. Makele, sorry story kali. Mm -hmm. Sawa, kwa si tunamaliza hivo na Mwijaku bwana, eh, Mwijaku tuache Nakwambia ukweli kabisa <laughs> <laughs> na yes, unaweza ukafanya hivyo mara nyingi uwezavyo kwenye YouTube channel yetu, yes. Hapo 69 Media. Mm, bana na tuko hapa live, endelea kudondosha comment hapo yes. So pia kama hujasubscribe YouTube channel, fanya hivyo, eh, fanya hivyo mara nyingi uwezavyo alafu mm. huwezi kuenda kuendelea kupa, kupata zile updates mm. na exclusive maana da kuitamka hiyo. Ah, hakikisha leo umefanya kila kitu maana vimetamkwa. Eh in, in, in, clear. E leo umeshiba leo. Ah, mimi niko oh, muulize <laughs> director <de> wangu. <laughs> director wangu anajua wewe nimepiga ile machaparara. <laughs> Ah, watu wachuga wanasema machi ya parara wasi umepika kwako, usiona nuna baby, usiona chuna wewe, naitwa Chinga. Asante sana.